Nani unanishautia? Huyu si nimekuletea msaidizi, kwa sababu hujui kazi yako baby. Gani gani? Au hujui kazi yako? Nimeleta msaidizi, kwani kuna shida gani baby? Uliniuliza kama naeza fanya baadaye, alafu nikakataa. Baadaye gani? Au hujui hiyo kazi unanibo

Nsak. Ama uende utafute mahali penye utaishi. Nani alikuja ununue vitu kwa nyumba ya demu? Imagine. Mimi, hii mm, nyumba ni mimi nalipa rent, nalipa bills kila kitu mm, yeye hakuna kenye anafanya, afanyi kazi pia, kazi ingine ajui. Sasa ndio nasema cheki bro, kama uwezani kwa hiyo sector kaa chini buda tulia na ama utafute earpods ama earphones juu sasa mambo inaenda kufanyika mzee, utaelewa eh. Ajibu ndo tubebe ile ufa upeleke room, lakini bro harakisha, lakini bro, ni unawezana? Ah, kama mimi naweza kupelekea hiyo ufa, kama unataka siwezani eh, tupeleke ufa kwa room, acha niwaletee ufa twende bedroom sasa. Mimi ndo nikana kwambia unajiona kwanga mfani <laughs> <laughs> <jiuuna> <laughs>